Tunataka uchumi wa Pangani ubadilike, lakini pia tuna dhamira ya kuiunganisha Tanga na mikoa kadhaa au shoroba kadhaa kanda kadhaa za kiuchumi. Tukiangalia mradi ule, tuna daraja lile linaunganisha kutoka Bagamoyo hadi mpaka wetu na Kenya. Sasa kule Bagamoyo, tunakwenda kujenga eneo huru la kiuchumi, tunakwenda kujenga kongani la viwanda pale Bagamoyo, au kwa maneno mengine EPZ kubwa kuliko zote zilizowahi kujengwa Tanzania. Lakini tunakwenda kuijenga pia bandari ya Bagamoyo. Sasa tunaiunganisha Tanga na Bagamoyo kwenye eneo kubwa la uhuru wa uchumi, lakini pia bandari kubwa ya Bagamoyo.